Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa Tumaini Moja TV. Tumekuwa na mwendelezo wa masomo ya unabii katika mwendo tukianzia kitabu cha Danieli na hadi sasa tuko kitabu cha ufunuo. Ndugu mtazamaji, unajua katika unabii ndipo kuna siri za kujua mwisho wa maisha ya mwanadamu. Nikukumbushe tu ya kwamba katika mianzo ya uchambuzi wa kitabu hiki cha ufunuo sura ile ya kwanza na sura ile ya pili sasa tunajiandaa kwa ajili ya kuchambua katika sura ambazo wengi wamekuwa wakiona ni ngumu kwao mfano katika ufunuo sura ya kumi na mbili nasema kulikuwa na vita mbinguni kati ya Mikaeli na malaika zake na yule shetani nyoka wa zamani nyoka akatupwa chini yule nyoka wa zamani lakini chini anakuambia aliona mwanamke ambaye amevikwa jua, ana taji ya nyota kumi na mbili na chini ya miguu ya, yake amevikwa mwezi, lakini alikuwa na utungwa na hali anataka kuzaa, ndipo yule joka akataka akammeze yule mtoto ambaye anazaliwa na yule yule mwanamke. Haya sio mambo tu ambayo ni ya kawaida, lakini ana siri ndani yake. Ufunuo ile sura ya kumi na saba unaona mwanamke kahaba ambaye ameshika kikombe cha mvinyo kimejaa damu. Haya ni mambo ya ajabu, lakini katika unabii ndipo kuna siri ambazo zimefunguliwa. Tutaangalia tena, wakati ambapo Yohana anaona kitabu kinafunguliwa, kitabu kiko mbinguni, lakini anakosekana wa kukifungua, ndipo anaonekana mwana wa Adamu ambaye anakuja kukifungua, mbingu ikiwa kimya. Kitabu gani hicho tena? Unaona wakati fulani Yohana na anameza kitabu kinakuwa kitabu. Tam mdomoni, tumboni kichungu. Hizi ni siri ambazo tutazichambua katika Unabii katika Mwendo, tukitazama mambo haya kwa unaga ubaga na, na sasa tuo katika mianzo kabisa ya uchambuzi wa awali wa kitabu cha Ufunuo. Kumbuka ufunuo ni kilichowekwa wazi mbele ya binadamu na mbele za Mungu, na kwa hivyo katika mwanzo tutatazama tu katika siri za ya makanisa, kanisa moja likipita katika hatua saba. Tulianza na Efeso, tukatazama Efeso maana yake ni nini na haya masomo yake katika channel hii ya Tumaini Moja TV, ukiangalia hapo utayakuta yameelezewa kwa uzuri kabisa. Tuangalia Efeso, tukaangalia Smyrna, tukaangalia Pergamo na tukatazama kwa, kwa kwa kina, na leo tunaenda kutazama katika lile kanisa katika zama ya Sard, kanisa la Sard ambalo tajikita kutazama kwa undani zaidi tukijiandaa na masomo mazuri hapo mbeleni. kio ni mara yako ya kwanza kufuatia kipindi hiki na kualika ukatazama vipindi vingi vizuri katika channel ya Tumaini Moja TV katika YouTube na Instagram account. ni kualike tupate kuomba. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunapoenda kuchambua katika historia ya kanisa kwa zama ya kanisa la Sadri, tunaomba ukawe pamoja nasi, ukatubariki, msaidie ni mtazamaji akapate maana somo hili katika jina Yesu Kristo, amina. Katika Isaya ile sura ya arobaini na sita na ile ya tisa na ya kumi tuli, tunaendelea kumtazama Mungu ambaye ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Nakuambia mimi ni Mungu nitangazaye mwanzo tangu mwisho, nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Unajua ni Mungu ambaye anatutangazia kesho yetu kabla haijafika anaitamka kesho ikiwa ni leo, na kwa hivyo leo tutaenda kumtazama Mungu ambaye anaitamka historia ya kanisa la Sardi kwa kipindi cha nyuma hadi leo. Katika Amos 3:7, anasema Bwana hatafanya neno lolote bila kuwafunulia manabii watumishi wake siri zake. Na kwa hivyo hizi ni siri ambazo zilifunuliwa kwa nabii huyu Yohana. Leo tunatazama kanisa la la, la Sardi, baada ya Efeso, baada ya Smirna, baada ya, ya, ya kanisa la Pergamo na sasa tunatazama kanisa la Sardi. ilikanisa, ilikanisa mbalo, ili kanisa kanisa ambalo lilikuwa katika kipindi cha mwaka 538 baada ya Kristo hadi mwaka 1517 baada ya Kristo. Kwa ni, ni kipindi ambacho kilikuwa ni mara tu wakati zama za giza zilipoanza, kumbuka, zilianza mwaka mia tano thelathini na nane hadi mwaka elfu moja mia saba tisini na nane zile miaka elfu moja mia mbili na sitini Sasa hiki ni kipindi ambacho kanisa la Sardi lilikuwa liko ndani yake, ule mwaka mia tano thelathini na nane hadi mwaka elfu moja mia saba kumi na tisa Ambatana nami katika ile Ufunuo sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya sita ndipo unakutana na maelezo ya kanisa la Sardi. Biblia inasema na kwa malaika wa kanisa iliyoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na Roho saba za Mungu na zile nyota saba. Najua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyobakia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimirika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na ukatubu. Lakini usipokesha nitakuja kama mwizi, hata hutaijua saa nitakayokuja kwako. Aya nne. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasiyoyatia mavazi yao uchafu nao watakwenda pamoja nami, hata wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili. Aya tano. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Hii ndilo neno la Bwana katika kanisa la Sardi, ikiwa ni kipindi cha nne cha kanisa hilo. Kanisa la Sardi ni kanisa ambalo lili, lilianza miaka thelathini hadi sitini wanatheolojia wanaandika hivyo, baada tu ya Kristo. Lilianzishwa katika kipindi cha mitume, baada tu ya njili ya kwen, ya kuanza kuenea katika ile Asia ndogo. Kumbuka makanisa yalikuwa katika Asia ndogo, lakini kanisa la Sardi lilianzishwa katika kipindi cha mitume, lakini linaaminika kuwa mtume Paulo na wanafunzi wake kama vile wa Efeso walihusika kupeleka Injili katika mji wa Sardi ambao ulikuwa unaitwa mji wa Sardis kufikia mwaka tisini na tano baada ya Kristo ni wakati ambapo mtume Yohana anaandika kitabu cha Ufunuo. Kumbaini kipindi cha kwanza tulianza kutazama historia ya kitabu cha Ufunuo, kiliandikwa na Yohana katika wakati gani? Kanisa la Sadri tayari lilikuwepo, lilikuwepo na lilikuwa katika hali ya kudhoofika sana kiroho, hali ambayo haikuwa nzuri kwa kanisa kwa kipindi hicho, lakini na aya ile ya kwanza katika Ufunuo sura ya tatu anakwambia na kwa malaika wa kanisa lililoko Sadri, andika. Malaika kwa kila kanisa aliandika kila ambacho kanisa lilikuwa linakifanya. Haya ndiyo maneno anenayo aliye na hizo roho saba na zile nyota saba. Najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Aliye na roho saba za Mungu tulitazama roho saba na nyota saba, tulitazama ya kuwa kuna makanisa saba yakiwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu katika awamu zote saba. Historia ya Sadi ilikuwaje? Sadi au waliita Sardis ilikuwa iko takribani maili 30 kusini mashariki mwa kanisa la Thiatira. Kumbuka tulivyotoka Efeso tukaenda Smirna tukaenda Pergamo tukaenda Thiatira, na kwa hivyo leo tuko katika kanisa la Sardi, kanisa la tano kati ya yale saba. Takribani karne sita kabla ya kitabu cha ufunuo kuandikwa Sardi ilikuwepo, ilikuwa ni mojawapo ya miji mikubwa na maarufu zaidi katika ulimwengu wa kale, lakini ilikuwa ni mji mkuu wa mfalme wa Lydia uliotawaliwa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa mfalme ambaye yeye ndiye ambaye alikuwa na sifa mbalimbali mbali bainishi katika kipindi cha kanisa la Sadri. Kufikia kipindi cha Warumi, Sadri ilikuwa imepoteza hadhi yake ya awali katika ulimwengu wa kale. Ingawa iliendelea kufurahia ustawi na utajiri katika wakati wa Yohana, utukufu na fahari yake vilikuwa vimejikita zaidi katika historia ya zamani kuliko hali halisi ya wakati huo. Kulingana na WM Lamse anasema, hakuna jiji lolote katika Asia wakati huo lilionyesha tofauti ya kuhuzunisha kati ya utukufu wa zamani na uozo wa sasa kama kipindi cha Sardis au kipindi cha Sard. Kwa hiyo Sard ilikuwa na sifa bainishi tofauti kwa kipindi hicho. Katika karne ya kwanza Sardis ilikuwa ni kitovu cha viwanda vya sufu na uchoraji wa rangi. Mungu mlinzi wa jiji hilo alikuwa mungu wa kike ambaye alikuwa anaitwa mungu wa kike Cybele, ambaye hekalu lake lilikuwa na makuhani waliokuwa matowashi. Kulingana na Robert H. Moss aliandika, mungu huyu wa herufi ndogo wa kike anayelinganishwa na Artemis wa Kigiriki aliaminika kuwa na nguvu maalumu ya kuwafufua watu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki, kumbuka kwa, kwa kila hatua ya kanisa kulikuwa na upinzani wa watu kuabudu miungu. Walikuwa na miungu yao ambayo kuwa wanaiamini katika ibada zao. Kumbuka tuliona miungu Artemi, miungu Zeus katika kipindi cha makanisa mengine hayo ya awali, lakini kwa kanisa hili la Sardi walikuwa na miungu ambayo ilikuwa ina mungu mke anaitwa Asabel ambaye yeye alikuwa anaaminika kwa kufufua wafu, lakini altemi na Zeus tuliona wao walikuwa wanaaminika katika tiba. Kama mtu alikuwa anaumwa basi alipata matibabu, japo matibabu yake hayakuwa ya kudumu kama matibabu kutoka kwa Mungu. Biblia inatuambia andika, malaika anaambiwa andika, jina la Kikristo halitoshi tu bila uhai wa kiroho. Hawa walijidai ya kuwa wao ni Wakristo, lakini wao walikuwa wamekufa. Nakwambia una, una sifa ya kuwa na jina zuri, lakini umekufa. Na kwa hivyo katika zama za leo jina la Kikristo halitoshi bila uhai wa kiroho maishani mwako. Jambo jingine, mwonekano wa nje unaweza kudanganya. Mungu huona moyo. Kanisa la Sadri walikuwa ni watu wanaonekana kwa jina jema. Unajua, hata wewe unaonekana kwa jina jema lakini umekufa, lakini moyo wako uko mbali na Mungu. Jambo jingine ndugu mtazamaji, dini bila uhusiano hai na Kristo ni kifo cha kiroho. Hawa watu wa Sardi walisemekana kuwa wao walikuwa pamoja na Kristo, lakini wao walikuwa na jina tu la dini, lakini hawakuwa na uhusiano wa karibu na Kristo, na kwa hivyo walikuwa na kifo cha kiroho. Lakini uhai wa kweli ni ndani, sio jina walikuwa tuna jina jema, lakini walikuwa wamekufa. Na kwa hivyo ndugu mtazamaji, uhai wa kweli wa Ukristo, uhai wa kweli wa maisha ya kumwamini Mungu unatokea ndani, sio tu katika jina. Unaweza kuwa na jina zuri, lakini ndani yako una mambo mengine. Aya ya pili, Biblia tuambia Funuo sura tatu inasisitiza neno kubwa la keshen ndiyo uhai wa kweli ni ndani, sio katika jina, lakini kesheni. Ndio maana haya pia anasema, uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyobakia. Anambia Sardi, kesheni, imarisheni mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Kesheni, Biblia inakuambia ndugu mtazamaji, kesha kesha, katika kuomba, kesha kesha haimaanishi basi wewe kuanzia asubuhi hadi jioni siku saba za wiki saa ishirini na nne, wewe unaomba tu. Hapana, kesha watch moyo wako katika majukumu yako ya kila siku, uwe una tumaini la kuja kwa Yesu. Maisha yako yawe yana acts, maisha ya Mkristo, ya kwamba ndiyo ninafanya kazi lakini tumaini langu liko kwa Mungu, maisha yangu hayakatiki, mawasiliano yangu na Mungu ni ya daima. Kesheni, kesheni, kesheni, mkaimarishe mambo yaliyobakia. Mtazamaji, una mambo yaliyobakia ambayo hujayaweka sawa? Huu ni wakati wa kuyaweka sawa, kama ujumbe ambao unasemwa kanisa la Sadri, kesheni. Onyo hili la Kristo kwa kanisa la Sadri linafaa sana linapoangaliwa kwa kuzingatia historia ya jiji hilo. Sadri lilijengwa juu ya kilima chenye mteremko mkali kiasi kwamba lilionekana kuwa ngome ya asili na ulinzi wake ulionekana kuwa ngome ya asili na ulinzi wake ulionekana kuwa salama kabisa. Kumbuka katika historia ya mji wa Sadri, ulikuwa umejengwa katika kilima juu, na kwa hivyo mtu akiwa juu alikuwa na uhakika wa kuhakikisha usalama wa chini, na kwa hivyo ilikuwa na ngome nzuri ya kwamba hata katika usalama wa, wa, wa eneo lake ilikuwa salama. Mahali lilipojengwa jiji hilo liliwafanya wakazi wawe wa wakazi wake kuwa na kujiamini na kupata kujiamini kupita kiasi kwa sababu hiyo kuta za jiji zilikuwa zinalindwa kwa uzembe, na kwamba wako juu sana. Mji uko juu ya kilima, adui angekuja wangemwona, adui angekuja wangemshambulia kwa sababu wako juu, wako kwenye kinara, wanatazama usalama wao vizuri. Kwa kuwa hivyo basi, walinzi walibweteka, walinzi hawakulinda, walilinda kwa uzembe wakijua tuko juu adui tutamwona. Jiji hilo lilitekwa mara mbili kwa kushitukizwa. Mara ya kwanza lilitekwa na Koreshi Mwajemi katika ule mwaka wa mia tano arobaini na tisa kabla ya Kristo, na baadaye lilitekwa na Antiokia mwaka wa mia mbili kumi na nane kabla ya Kristo. Katika matukio yote mawili, askari wa adui walipanda ule mlima, ule mteremko mkali, wakati wa usiku na kugundua kwamba Wasardi hawakuwa wameweka ulinzi, walikuwa wamelala. Kwa hiyo hawa kundi la Wajemi chini ya Koreshi na Antiokio walishambulia mji wa Sadi kwa sababu waliwakuta wamelala, kwa sababu waliamini tukiwa juu tuko salama. Jiji lilitekwa na kuharibiwa kwa sababu ya kujiamini kupita kiasi, kujiamini kupita kiasi kwa wakazi wengi na kushindwa kwa walinzi kukesha. Inaonekana kwamba huu u, u, uzembe uliingia pia katika kanisa, na hivyo watu wakachukulia tu kawaida. Ndiyo maana wanaambiwa kesheni. Licha ya uzembe katika kukesha kulinda mji wa Sadri, waliambiwa washiriki hao wakeshe kwa sababu mambo yao yanaenda kuharibika, kwa sababu mambo yao yanaenda kufa waimarishe mambo yaliyobakia yanayotaka kufa. Kuna mambo ambayo yalitaka kufa, waliambiwa wayaimarishe. Sasa, ndugu mtazamaji, kuna mambo ya kujifunza kwa watu wa Sardi, ya kwamba ndio tumeambiwa tukeshe. Usiishi kwa historia ya zamani. Imani ya jana haitoshi leo na kesho. Watu wa Sadri walijiamini, wako juu ya kiango, ya kwamba hata iweje adui hawezi kuwavamia. Lakini walivamiwa mara mbili na kukutwa walinzi wamelala, wamezembea, wamesinzia na wakatekwa. Na kwa hivyo maisha yako, usiishi kwa historia ya zamani, ya kwamba mimi nilikuwa mwaminifu kipindi fulani, na kwa hivyo waaminifu wangu wa jana utanisaidia katika uaminifu wa kesho. Jambo nyingine ndugu mtazamaji, kesheni kiroho. Uzembe huleta kuanguka. Uzembe wa kiroho katika njia yoyote unaleta majuto na kuanguka, na kwa hivyo usiruhusu kuwa na uzembe wa kiroho. Kesha, kesha, kesha. Muonekano wa nje hautoshi. Mungu angalia moyo. Kila mmoja na wajibu wa kukesha, wajibu wa kukesha na familia, wajibu wa kukesha katika kanisa wajibu wa kukesha katika maisha binafsi. Itathimini maisha yako, namwambie Mungu nibadilishe. Hatari huja ghafla, uwe tayari wakati wowote. Bado kuna nafasi ya kutubu. Huisha yaliyokaribu kufa wanaambiwa, huisheni yanayokaribia kufa, yaliyobakia wanaambia watu wasadi. Mtazamaji, huisha mambo yako yanayotaka kufa. Unajua wapi ambapo bado umezembea? Mwambie Mungu natamani kukesha, kukesha kukesha na wewe aya tatu. Mungu anamwambia malaika anaandika, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu, lakini usipokesha, nitakuja kama mwizi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Usipokesha, nitakuja kama mwizi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Na maji wanaambiwa endelea kukumbuka. Kauli hii ya kukumbuka ni kauli ambayo ina nguvu maishani. Ikiwa utakumbuka Mungu alikokutoa, hautakuwa na mashaka na kule unakoenda. Kauli hii iko katika hali ya amri ya kwamba kumbuka, sadi kumbukeni, amri ya wakati uliopo, ikimaanisha mtazamo na tendo linaloendelea kila wakati. Maandishi ya Kigiriki hayaonyeshi wazo la kukumbuka yaliyopita tu, bali kushika akilini daima au kuzingatia kwa makusudi. Unazingatia nini katika kesho yako? Naambiwa ukishakumbuka tubuni. Naambia mkishakumbuka sio tu mkomee kukumbuka, lakini tubuni. Kutubu kunaleta nguvu kwa maisha ya Kristo. Kutubu kunaleta nguvu maishani mwako. Kutubu kunaleta mabadiliko ya uamuzi wa dhati wa kugeuka. Amri hii iko katika hali ya wakati uliopita aorist, ikimaanisha uamuzi wa haraka na wa dhati wa kubadilika, yaani kuacha kabisa mwelekeo wa zamani na kugeukia njia mpya. Tubu, geuka, geuka, geuka, geuka na mtazame Mungu. Duu, mtazamaji, geuka. Kwa nini waliambiwa hawa watu ya kwamba ndio mmeanguka, mmekufa? Tubuni, Kumbukeni, kesheni. Hatua ya kwanza ni kukesha, hatua ya pili ni kukumbuka, hatua ya tatu ni kutubu. Kutubu ni kugeuza mwelekeo na kumwelekea Mungu. Aya tano anasema, lakini unayo majina machache katika Sadi, watu wasio yatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili mimi natuambia, walichafua mavazi yao ni akina nani hawa? Hii inaashiria zaidi ya kwamba uwezekano wa kushiriki na kuingiliana kidini na desturi za watu waishio kwa ibada za kipagani, tatizo ambalo liliwakatiza liliwakatiza makanisa yote saba ya mkoa wa Asia. Kumbe kwa kila kanisa kulikuwa na na changamoto ya kuabudu miungu. Waliambiwa sasa baada ya kutubu wapo watu ambao wanachafua wa mavazi yenu, lakini nami nina watu wachache wanaovaa mavazi meupe. Wengi wa, fulani wanaharibu imani, lakini wapo waaminifu katika maisha. Tunajifunza nini, ndugu mtazamaji? Kuishi kwa uaminifu kwa Mungu ni tunu iliyo bora kuliko tunu zozote duniani. Kushinda dhambi na majaribu ya dunia ndio uamuzi bora kuliko wote duniani, kuthibitisha imani mbele za Mungu na wengine, huu ni ujasiri kumtafuta Mungu, kuwa na motisha ya ushindi wa kiroho, ya kwamba mimi nabaki kwa mwaminifu na, na Mungu, hata kama watu wamekubali kukompromise ku, ku, ku Ukristo, mimi nitabaki kwa na Mungu. Yeye ashindaye atavikwa hayo mavazi meupe, wala starifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima nami nitarikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Kitabu cha maisha, anamwambia mimi nitarikiri jina hilo la watu waaminifu, sitalifuta jina lake na kitabu kile cha uzima. Kumbuka vipo vitabu mbinguni. Kuna kitabu cha uzima, kuna kitabu cha uovu, kila mtu anatenda dhambi, kuna kitabu cha hukumu, kuna kitabu cha kumbukumbu -kumbu. Vyote ni vitabu vya rekodi ya mbinguni ambayo haina kuedit na kuifuta, lakini kwa msamaha, kwa kutubu, basi tunapata tumaini la kurejeshewa katika maisha yetu. Kitabu cha maisha, kitabu hiki kinahusu wazo la kitabu cha rekodi za mbinguni ambacho wanadamu wema wameandikishwa majina yao. Agano la Kale limenukuu haya, Danieli 12:1, Zaburi 69:28 na Kutoka 32 32 hadi 33 na agano jipya katika Luka 10:20 na Wafilipi 4:3 na Ibrania 12:33. Utasoma ndugu mtazamaji, vinataja kitabu hiki cha mbinguni, kitabu cha maisha, ambacho majina ya watu waliokuwa wakiokolewa na Mungu yameandikwa. Anaambia sitalifuta jina katika kitabu cha uzima. katika sana tatu, kitabu cha maisha kina majina ya wale wanaoishi Yerusalemu, wanaoishi maisha ya mbinguni, hali wako duniani hiki kitabu kinaandika majina yao ya kwamba hawa ni waaminifu wakiwa duniani wakijiandaa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. kumi na mbili moja ni register ya kieskatolojia ya waliookolewa, na katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha maisha ni rejista ya kieskatolojia ya waliokolewa kwa imani katika kifo cha Kristo msalabani. Kwa hivyo kinaitwa kitabu cha maisha cha mwana kondoo, Ufunuo kumi na tatu nane. Kufutwa kwa jina la mtu katika kitabu hiki kunamfanya apewe uhakika, apewe uhakika ya kwamba katika uzima wa milele basi kwake hakuna asubuhi. Kufutwa katika kitabu hicho, maana yake yeye anakuwa yuko hatiani. Kufutwa kwa jina katika kitabu cha dhambi, kitabu cha uovu, kunampatia uhakika wa uzima wa milele kwa sababu kitaandika kitabu kile cha uzima katika hukumu ya mwisho wale tu waliona majina yao yakiwa yameandikwa katika kitabu cha maisha ndiyo wataingia katika dunia mpya. Ufunuo ishirini aya ya kumi na mbili. Mtazamaji, kuishi kwa uaminifu, si kuongozwa na heshima ya zamani, kushinda dhambi na kuangalia maisha mara kwa mara, uhakika wa uzima wa milele kwa wale wanaoshinda na kuendelea kumtii Mungu, ni hakika utii wako sio bule, kwa sababu Mungu amekuahidi taji. Kuwa mwaminifu, atakufa. Yeye aliye nasikio na asikia anachokiambia kanisa, anayoambia ma roho makanisa haya, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa wow, uzima ulio katika paradiso ya Mungu. Yeye ashindaye nitampa kula katika kitabu katika paradiso ya Mungu. Mungu akubariki sana. Kanisa la Sadri limetufundisha mambo mengi sana ya kuwa kipo kitabu cha uzima ambacho yeyote anayeandikwa ndani yake anakuwa na uhakika wa kuishi mbinguni hali akiwa bado yuko duniani. Maisha yetu hapa tunapita tu, ndugu mtazamaji, yatatufaidia nini kufanya yote ya tunayoyafanya na baadaye tukakosa uzima wa milele? Natoa rai, natoa wito kwako ya kwamba kwa kwa kwa kwa andaa maisha yako kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Mimi natamani kuwepo mbinguni. Iwe shauku yako kuwepo katika kitabu cha uzima. Kumbuka, tubu, lejea na yeye atakusafisha. Bado una nafasi ya kutengeneza maisha yako. Mungu akubariki sana. Karibu katika kipindi kingine ambacho tutatazama kanisa la Philadelphia na baadaye kanisa la Udikia, Ndipo tutazama sasa katika ile sura ya nne, kuanza kuchambua kwa undani mambo haya ambayo hayana budi kueleweka kwako. Basi na tuombe. Asante Mungu wangu wa mbinguni kwa sababu maisha yetu tayabadilisha. Ikiwa mtu dhambi fulani amemshinda maishani mwake, tunaomba ukatuokoe na tufanye kuwa waaminifu, tuandike katika kitabu cha uzima kwa sababu tuna tamani kwa washindi. Bariki mtazamaji, amtunze, mtunze kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki.